Nilijitoa, nikawekeza nguvu na akili na hata moyo wangu, vyote niliweka kwake. Nilijitoa kama vile hakuna kesho, lakini kumbe, kumbe nilikuwa najisumbua tu. Akili yangu iliwaza ndoa, huku nikiamini kuwa kila kilichochelewa kina thamani. Aliponambia yupo bize, nilimwamini. Sikuchoka kumsubiri, sikumlaumu, niliamua tu kuendelea kumsubiri. Ningejua mapema kama yale macho matamu aliyokuwa akiniangalia hayakuwa yangu peke yangu, ningemwacha mapema mapema kabla moyo wangu haujatumbukia wa kwenye shimo la uongo. Ila najua nilikosea, nilimpenda kupita kiasi, nilijipendekeza kwake hadi nikawa kama kivuli chake. Nililolitafuta leo, nililolitafuta leo nimelipata. Laiti ningejua kama mapenzi yangu aliyafanya kichaka, ningejua kama alifanya ni sehemu ya kujificha tu kwa muda, ningejua kama sio mkweli, hakunipenda kwa mapenzi, aliniigizia tu. Ningejua sio mkweli, hakunipenda kwa mapenzi, alinizuga tu, ila leo nimejua nimejua kuwa mimi nilikuwa mtu wa kupita kwake. Simu yake ndiye imenifumbua macho, sikuamini niliyoyaona. Machozi yalinitoka nikijaribu kuyafuta kushoto, ila bado yalinidondoka kulia. Maumivu kila nikifikiria niliyaona nimeamini, mapenzi yanauma, usisikie Nimejua alikuwa ananichuna ya mimi, kwake nilikuwa danga tu. Nikikumbuka kila nililomfanyia, kila safari ya usiku kwenda kumwangalia, kila mshahara niligawana naye, kila ndoto nilijenga tukiwa wawili, naumia, naumia maana najua hata kumsamehe naona utoto. Maana najua kumsamehe ni kama kuhalalisha ujinga wangu. Kumbe alikuwa na chati na wengine, muda aliyowapa wengine, ahadi nyingi zilienda kwa wengine. Kumbe nilijipendekeza kwake na yeye hakunitaka, wala yeye hakutaka uwepo wangu. Nimemfumania mwenzenu. Unasikia maumivu, maumivu ambayo sijui nitumie dawa gani? Maana panaponiuma hasa nikipapasa sipaoni. Nilikaa kimya kwa muda nilipoona jina kwenye simu yake Nilijua ni mimi ndiye amenisevu kwa jina la mapenzi vile, na kabla sijafanya lolote, iliingia SMS ikisema nimemisi mambo ya usiku wa jana. Nilishtuka maana jana usiku sikuwa naye, ila ilinifanya kugundua, kumbe si mimi peke yangu ninayemisi akiwa hayupo. Wengine nao walipewa nafasi niliyoipigania. Dunia nzima ilizunguka kichwani kwangu. Kichwa, kichwa kiliniuma kama sina fahamu. Moyo wangu ulianza kudunda kwa kasi kama ngoma ya vita. Nilijikuta nikicheka kicheko cha maumivu maumivu yale ya ndani yaliyoyarua moyo wangu. Nilivyokuwa nampa ushauri, kumbe alikuwa akiwashauri wengine pia. Nilivyomwombea mafanikio, kumbe aliwaombea wengine pia. Najiona mjinga, niliyempenda mtu ambaye hata kusema asante kwa dhati alishindwa. Kila siku nilijiona mwenye bahati kuwa naye, kumbe bahati yenyewe ilikuwa ya bandia, bahati ya kuchongwa kwa maneno matamu na tabasamu lililojaa uongo. Akili yangu na moyo vilianza kuvutana. Moyo ulisema mpende tu, atabadilika, lakini akili ilisema hapana. Siwezi. Sikujua cha kuamini, nilihisi nimevunjwa vipande vipande kama kioo, na kila kipande kilinichoma zaidi kwa kumbukumbu. Nakumbuka nilipomwambia nataka tuwe na maisha bora. Nilimchora kwenye ndoto zangu kama mpenzi wangu wa maisha, kama ubavu wangu wa pembeni, lakini kumbe nilikuwa nachora kivuli yeye hakuwa upande wangu, alinitumia kwa muda wake wa ziada. Nahisi kudhalilishwa. Marafiki walijaribu kunionya, walisema, una uhakika anakupenda kweli? Lakini nilikuwa kipofu, kipofu wa mapenzi, niliwadharau Nikasema wanahusudu mahusiano yangu, sikujua wananipenda kuliko yeye. Alipochelewa kurudi, nilimtetea, nilisema kuna foleni. Alipopotea usiku kucha, nilisema labda simu yake haina ya chaji. Nilimwamini sana mpaka nikavuka mipaka ya kuhisi, mpaka nikamkataa kila aliyekuwa upande wangu. Lakini leo sina cha kusema zaidi ya kimya chenye kilio ndani yake. Kumbukumbu ni adui mkubwa wa mtu aliyejeruhiwa moyoni. Kumbukumbu zinakukumbusha vitu vizuri, halafu zinakuacha kwenye giza la kile kilichotokea. Nakumbuka siku ya kuzaliwa kwake, nilijinyima hadi kula ili nimnunulie zawadi, simu mpya, viatu vipya, hata saa ya kifahari. Hata hakuwa na muda kuniambia asante kwa macho na leo ameamua kuingia kwenye chumba kingine akiwa na mwingine. Siku moja niliwahi kumuuliza, ungependa siku nikikukuta na mwanaume mwingine, nikusalimie kwa heshima au nijifanye sijakuona? Alinijibu, wewe si mtu wa maigizo hata uone huwezi sema chochote. Kweli, sasa nimeona, nikiwa kimya tu lakini machozi yakiwa mengi kuliko maneno. Nimemfumania, lakini bado moyo wangu unakataa ukweli. Si rahisi, si rahisi kumaliza miaka yote ya kujitoa kwa dakika za usaliti. Niliamua kukaa kimya, sio kwa sababu sina cha kusema, bali kwa sababu nilijua hata nikisema, hatabadili moyo wake. Moyo wake haukuwa wangu tena. Nilikaa chini nikimwangalia kwa mbali. Alikuwa na tabasamu lile lile alilonipa siku za mwanzo, lakini nilijiuliza, kama alinitendea hivi mimi niliyekuwa kila kitu kwake, wengine je, atawathamini kweli? Niligundua tatizo si mimi, tatizo ni yeye, mtu asiyejua thamani ya moyo na upendo. Moyo wangu ni safi, lakini sasa umechoka. Umechoka kupenda, umechoka kuamini. Sijutii kumpenda, najutia kupoteza muda. Najuta kumpa nafasi ya kunifanya mjinga. Sasa najifunza mapenzi. Sio kila anayekwambia anakupenda huwa anamaanisha. Wengine wanataka kukutumia tu, wanataka mabega yako, wakati wao hawako tayari kuwa bega lako. Mapenzi yamegeuka biashara, wengine wananunua, wengine wanauza, na wengine kama mimi, wanaibiwa. Nilijua mapenzi ni kuvumiliana lakini sikujua kuvumilia usaliti ni kujiumiza. Nilitaka ndoa lakini sasa naomba amani. Nilitaka familia na yeye lakini sasa nataka kusahau jina lake. Najifunza kutembea tena bila yeye. Ingawa kila kona inayopita namkumbuka, kila harufu ya manukato, kila wimbo wa mapenzi kila wazo la upweke linanirudisha kwake. Lakini moyo wangu umeanza kusema hapana. Hapana kwa mateso, hapana kwa uongo, hapana kwa kujidhalilisha. Nilianza kutafuta amani kwa kuandika. Nikaanza kuandika barua ambayo sitamtumia kamwe. Niliandika Samahani kwa kukupenda, samahani kwa kukusamehe ila uliponikosea, samahani kwa kuamini kuwa unaweza kubadilika. Sipo tayari kupoteza ndoto zangu kwa mtu asiyeweza kusema hata pole. Mapenzi si jela, mapenzi si adhabu, mapenzi ni faraja. Na kama si faraja basi si mapenzi. Nimeamka kutoka usingizi wa mapenzi ya uongo, na sasa najiambia, nastahili zaidi. Nastahili zaidi ya kupendwa, zaidi ya kuheshimiwa, zaidi ya kueleweka. Nimeamua kumwacha na kutazama mbele. Nimeamua kujipenda zaidi ya kumpenda mtu mwingine Kumfumania hiyo ndio zawadi niliyohitaji kuona. Ukweli ni mchungu, lakini unakupa uhuru. Sitamsubiri tena, sitampigia tena, sitamlilia tena. Nitaanza upya, na safari hii nitapenda kwa akili na sio kwa huruma. Kama kuna mtu atasikiliza simulizi hii siku moja, naomba ajue Usipende kupita kiasi mtu asiyejua thamani yako. Mapenzi ya kweli hayafichwi nyuma ya simu, hayana usiku wa siri, hayana watu wakati. Mapenzi ya kweli yapo wazi, ni heshima, ni kujali. Na mimi sijawahi kuomba pesa, mali wala fahari. Nilichotaka ni moyo mmoja tu moyo mmoja wa ukweli, lakini sasa najua ule moyo haukuwa wangu. Na safari hii naondoka, si kwa hasira, si kwa chuki, bali kwa upendo kwa nafsi. Kama hii ni mara yako kwa ya kwanza kushiriki nami katika simulizi hizi, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment hata na kushare